Kwa majina naitwa Salapia Ausad Kaseka, natokea Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine, SUA nasoma bachelor of agricultural economics and agribusiness. Leo tunaongelea kilimo cha bogarishe au kwa jina lingine inaitwa butternut squash. Kilimo hii butternut squash au bogarishe ni zao ambayo linaota sehemu yoyote, mazingira yoyote yenye hali ya hewa nzuri na uwepo wa nyuki pamoja na wadudu ambao wanaweza kuchavusha pia boga lishe hili lina, lina virutubisho vingi kutofautiana na maboga mengine ambayo yanaliva, kwa sababu hii ni moja wapo ya jamii ya boga, lakini inatofautiana na maboga mengine. Boga lishe pia ni zao ambalo linapendwa sana na watalii au watu wengine kwa ajili ya matumizi yao kama salad, kama matumizi kwa watoto, mama wajawazito na kadhalika na pia bogalishe ni zao ambalo lina, lina uwezo wa kustahimili hali ya hewa yoyote ile lakini lina uhitaji wingi wa maji. Asante. Habari. Kwa majina naitwa Iskot Simfuko, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kilimo Morogoro na chukua shahada ya uchumi wa kilimo na kilimo biashara ni ko hapa kwa ajili ya kuelezea hatua zinazohusika kuanzia upandaji wa bogarishe mpaka uvunaji bogarishe. Ni zao ambalo linakubali katika eneo lenye joto la wastani, na pia pawe na ardhi yenye pH ya 6 mpaka 6.8, na pia ardhi iwe na nyuzi joto ya 15.5. Uandaji wa shamba la bogarishe, tunaweza tukatumia trekta kwa ajili ya kulima au tukatumia plau au tukatumia jembe la mkono. Na pia shamba la bogarishe linahitajika liandaliwe lisio na maeneo yanayoteka maji, kwa sababu bogarishe lina tabia kutambaa, mpaka tunda lake huwa lina tabia kutambaa kwa hiyo inahitajika shamba lisilo na uwezo wa kuteka maji. Na pia upandaji wake ni kwamba bogalishe tunapanda mbegu mbili kila shimo, na urefu wa shimo inabidi iwe ni inchi moja. Na pia umbali wa kutoka shimo hadi shimo inahitajika iwe sentimita tisini kutoka shimo hadi shimo. Kitu kingine ni kwamba tunaangalia shamba, je, shamba lina rutuba au halina rutuba? Kama shamba lina rutuba, tutatumia, tutatumia samadi tu itatosha, ila shamba kama halina rutuba ndipo tutapo tutakapolazimika kutumia mbolea za madukani kama NT, NTK. Kitu kingine tunachoangalia katika ukuzaji wa mabogarishe ni muda ambao linachukua kutoka ya, tunapopanda mpaka tunapovuna. Bogarishi linachukua siku 75 hadi 90 kutokea upandaji wake hadi uvunaji, na baada ya uvunaji wa bogarishi lina uwezo kukaa miezi minne bila kuharibika. Kuna faida nyingi na mbalimbali za butternut au bogarishi katika mwili wa binadamu. Faida ya kwanza inasaidia kurekebisha kiwango cha sukari kwenye damu. Pia inasaidia kuimarisha macho na kuboresha moyo, moyo matizo ya moyo. Kwa kuongezea, batanat au bogalishe inasaidia kuzuia aina tofauti za saratani katika mwili wa binadamu. Matumizi ya bogalishe au batanat inatumika kutengeneza juice, inatumika kutengeneza uji inatumika chakula na dawa katika mwili. Masoko ya bo, bogalishe au batanat, kuna makampuni ambayo yanahusika na usambazaji wa watalii, kuna mahoteli sana sana kwa hapa Morogoro inapatikana katika soko la Mawenzi. Kama tunavyojua, katika kila jambo lenye faida changamoto lazima, so lazima la, la pia ziwepo. Tunapokuja katika swala zima la zao letu ile la na bogalishe, pia nalo linakuwa na changamoto katika swala la uandaji, lakini vilevile hata katika swala zima so la matumizi yake watu bado ule unatoa mdogo. Kama zao kama hili ambalo lina faida nyingi, watu bado wanachukulia ni zao ambalo linatumiwa na watu wenye hali ya watu wa hali ya chini wanaona kama halina, halina, halina umuhimu katika maisha yao. Lakini vilevile kama nilivyosema, zawili pia ina changamoto katika swala zima la uandaaji, linakabiliwa na, na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano boga kama ili hapa hivi. changamoto yake ni kwamba linahitaji maji mengi, lakini kutokana na kwamba lililimwa wakati ambao maji sio mengi, basi likaweza kuoza na halikuiva, na halikuiva kufikia ukubwa ambao unahitajika lakini vile vile tunalo lingine kama hili, ambao limeshambuliwa na wadudu wako nzi weupe, ambao wanashambulia matunda, na wanapofika katika tunda kama hili hapa, wanasababisha tunda linapata kovu, na kovu kama hili linaweza likapelekea kama, kama, kusipokuwa tu na matiba, linaweza likapelekea zao letu ili kuoza. Ushauri kwa wakulima, wapende kutumia na pia kufanya kilimo cha butternuts. Kwa sababu huwa na faida nyingi sana katika miili yetu na katika afya zetu pia. Katika ukulima wao katika ukulima wapende kutumia mbegu ambazo ni za kisasa ili kupata mazao zaidi. Chagua kilimo cha butternut kwa afya bora.